Uh, sasa kumekuwa kuna shida hii uh, vifaranga wakifika umri fulani unakuta walikuwa wanatembea vizuri kabisa uh, lakini baadaye unakuta wanakuwa wanashindwa kutembea vizuri, yani ni kama vile kuku fulani ambao wame, wameishiwa nguvu na wanashindwa uh, kutembea. Sasa kwenye hii video ninataka nitoe uh, tiba, namna ambavyo unaweza ukawatibia hawa kuku na nitakuelezea pia utaratibu mzima wa kuwafanya hawa kuku uh, wasipate hii shida. E, ni vitu gani ambavyo vinasababisha hawa kuku, e, wana, walikuwa wanatembea vizuri lakini baadaye unakuta wanashindwa kutembea? Kwanza kabisa nianze na sababu zinazopelekea kuku kuishiwa nguvu miguuni au kushindwa e, kutembea. Kwanza ni lishe duni. Uh, lishe ambayo haina madini ya ya kalsiamu kama unawalisha kuku wako chakula ambacho kina kalsiamu kwa uchache au kwa wingi imezidi, yani haina kipimo sahihi, basi kuku wako wataishiwa nguvu kwenye miguu na watashindwa kutembea vizuri. Hiyo ni sababu ya kwanza kabisa. Sababu ya pili ni ulemavu. Unaweza ukawa ni ulemavu, kuku wako wakawa wana ulemavu na hivyo E, miguu yao ikashindwa kutembea. Japo a, katika vifaranga labda mia moja e, ni nadra sana, unaweza kumwona kuku mmoja au wawili wakawa na hiyo shida. Lakini pia sababu ya tatu ni ugonjwa wa Malex. Malex huu ugonjwa Uh, mara nyingi huu una utofauti kidogo. Ngoja ni, niwaonyeshe picha ya, ya kuku ambaye anaumwa Malex, na niwaeleze ili muweze kujua vizuri uh, unaweza ukaona huyu kuku miguu imekakamaa, sio kwamba imeishiwa nguvu. Angalia huyu hapa, miguu inakuwa ime, imekakamaa. Kwa hiyo huyu kuku ndo anakuwa anaumwa Malex, au anakuwa unakuta anakunja shingo, kama huyo namna ambavyo amekunja shingo, au huyu hapa alivyo e, kunjia shingo e, chini, au macho yake anakuwa kama vile amefilia damu kama unavyoona hapo. Ndugu zangu, ninawaelekeza huu tofauti, kwa sababu ni magonjwa ambayo aa, unaweza ukaangalia na ukatoka na jibu jingine tofauti, kumbe inakuwa e, ni tofauti kabisa na ugonjwa ambao unawakabili hao kuku. Uh, kitu kikubwa sana, haya magonjwa yana yani yanafanana sana, yanaachana pointi chache sana. Kwa mfano huyo kuku ambaye mmemwona pale amekunja shingo, kuna namna ambavyo kuku akizungusha shingo kwa ubavuni huku na kama ana hara kinyesi cha kijani huyo, anaumwa kideli na sio Malex. Ndio maana narudia tena, ni muhimu sana kujiunga na darasa letu la WhatsApp, la Kingo Farm, ambalo ada yake ni shilingi elfu nane humo utajifunza na utajua vizuri sana kutibu magonjwa bila ya kuchanganya e. Au ukiwa na vitabu vyetu ambavyo vinauzwa e, kitabu kimoja shilingi elfu kumi. Kama kitabu cha tiba za asili kitakuelekeza vizuri sana namna ambavyo unaweza uka dili na magonjwa au ukatambua magonjwa ili uweze kuyatibu. Huwezi ukatibu kuku akapona kama umeshakosea ugonjwa ambao anaumwa. Kwa mfano kuku anaumwa kideli, ukahisi ni Malex, ukaanza kumtibia Malex. Kwa hiyo moja kwa moja yule kuku hatoweza kupona. Na mtu yoyote ukimuuliza hii shida, atakwambia nenda katafute DCP ya maji wapatie hao kuku. Sasa uh, ngoja ni, ni, ni wafafanulie vizuri, ili muwe mnajua kitu gani unaweza ukawa una, una, una kitibu kwanza. Uh, tukianza kuku, ukikuta miguu imelegea amekosa nguvu, sio imekakamaa, amekosa nguvu, ule unakuwa ni upungufu au wingi wa, wa kasha kwenye chakula ambacho kuku wanakuwa wanakitumia. Yawezekana safi kabisa umechukua chakula e, dukani umenunua chakula ambacho kimetoka viwandani, lakini aa, kama mnavyojua viwandani pia wanaweza kuzidisha kasha, mwa inaweza ikawa pungufu, kwa hiyo itawaletea ita hao shida. Kwa hiyo kama shida ni chakula, kitu cha kwanza kabisa lazima ujue unapaswa kubadilisha chakula ambacho wanakula kuku, na sio kukimbilia kwenye kuwapa sijui DCP ya maji au nini. DCP ya maji unawapa ili waweze kupata afuheni, na sio dawa, kwa sababu kama utaendelea kuwapa chakula kile kile unaweza ukawapa leo DCP ya maji ukawapa kesho, siku tatu, kwa kuta kama vile wamepata unafuu, lakini baadaye tena wanaendelea kuwa na hiyo shida. Kwa hiyo inatakiwa kwanza ubadilishe chakula cha hao kuku. Na hapa sisi tunatumia tiba za asili, kwa hiyo nataka nikuelekeze, e, tiba ya asili mchanganyo ambao utawapa hawa kuku tokea siku ya kwanza. Ukigundua kwamba tayari hawa kuku wangu wanashindwa kutembea vizuri, basi Eh, nisikilize vizuri nikupe huu mchanganyo ambao utawachanganyia hao kuku wako ili waweze kurudi kwenye hali ya kutembea. Utachukua haya majani ya kunde hizi kunde ku, haya majani ya kunde ya kawaida ambayo aa, wengine huaga wanatumia kama mboga. utachukua kama E, jagi mbili hivi za kubrendia, lakini pia utachukua hichi kitunguu saumu na tangawizi: kitunguu saumu kimoja, tangawizi moja na vijiko vitatu vya asali. Utachanganyia uh, kwenye maji lita kumi, lakini hakikisha una vibrendi vizuri kabisa, au kama unatwanga unatwanga vizuri kabisa kuanzia Uh, majani ya kunde utayabrendi, hayo ambayo ni jagi mbili. Uh, tangawizi utakata vipande vidogo vidogo, utaibrendi au utatwanga, lakini pia na kitunguu saumu kimoja kizima utakibrendi na chenyewe, na hii tiba utawapatia siku tatu mpaka siku tano. Uh, lakini sambamba na uwe umebadilisha chakula ambacho unakitumia kama unatumia uh, chakula cha viwandani, tunashauri tafuta yale makampuni ambayo yanafanya vizuri kwenye vyakula. Kwa sisi uh, kama umejiunga na kundi letu la WhatsApp, tutakwambia tutakutajia kabisa ni makampuni gani ambayo E, vyakula vyao havina shida. Hatuwezi tukakutajia hapa kwenye, kwenye YouTube kwa sababu hizo ni biashara za watu, lakini ukijiunga kwenye kundi letu tutakuambia makampuni ambayo vyakula vyao havina hizo shida, na pia tutakwambia makampuni ambayo ukiwapa kuku wako lazima utapata shida e, kama hizi kuku kushindwa kutembea miguu, lakini pia Uh, shida nyingine kubwa ambayo huwa inasababishwa na uh, makampuni yanayotengeneza vyakula huwa yanasababishwa, kama utawapa kuku wako chakula ambacho kina upungufu au calcium imezidi, ni kudonoana. Utakuta kuku wanadonoana. Kwa hiyo tutakwambia kwamba chakula cha kampuni fulani ukiwapa kuku wako watadonoana, ukiwapa kuku wako watashindwa kutembea eh, vizuri lakini pia Kwe, vipo vyakula ambavyo ukiwapa kuku wako watanyonyoka manyoya kwa wingi zaidi. Kwa hiyo kama unapata hizo shida, we jiunge na kundi letu la WhatsApp, nunua pia na kitabu cha tiba za asili, tutakusaidia kwa huo upande. Umeona, kwa hiyo unaweza kututafuta kwa namba yetu ya WhatsApp ambayo unaiona hapo, ukapiga simu au katutafuta kule, kule WhatsApp e, kisha Uka, tukakupa utaratibu wa kulipia ili uweze kujiunga na kundi au ili uweze kukipata hicho kitabu. Vitabu vyetu vipo soft copy kwa njia ya WhatsApp, tunakutumia vitabu kwa njia ya WhatsApp ni soft copy. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo e, tutakuhudumia kama unahitaji, na tuna vitabu vingi, sio kitabu kimoja tu, tunavyo vitabu vingine vingi. A, mfano unajionea wewe mwenyewe hapo, hiyo ni orodha ya vitabu ambavyo tunavyo. Kwa hiyo Uh, inategemea wewe unafuga kuku aina gani. Kama ufugi broiler, haina haja ya wewe kuwa na kitabu cha broiler. Kama ufugi kuku wa kienyeji, haina haja ya wewe kuwa na kitabu cha eh, kuku wa kienyeji, lakini kama unafuga au kuku basi kinakufaa. Lakini pia kuna vitabu kama vile tiba za asili, mwongozo eh, maalum wa ufugaji wa kuku. Hivi vitabu vinamfaa mtu yeyote mwenye kuku aina yeyote eh, ile vitabu vyetu ni elfu kumi Namaanisha kitabu kimoja ni elfu kumi na tunakutumia soft copy kwa njia ya WhatsApp. Wewe ndio unaweza ukaenda steshonali ukakiprint kwa gharama nafuu. Kitabu hapo chenye peji nyingi ni ishirini na mbili.